Chatt said hi. Mtoto Kibu Denis na safari yake ya mafanikio darasani. Kibu Denis alikuwa mvulana mdogo mwenye ndoto kubwa. Alikuwa na umri wa miaka sita tu alipoanza darasa la kwanza katika shule ya msingi Mlimani. Alikuwa na tabia ya upole, lakini ndani yake kulikuwa na ari kubwa ya kujifunza. Tangu siku ya kwanza alipovaa sare yake mpya ya shule na kubeba mkoba wake mdogo, aliahidi mwenyewe kuwa atafanya bidii katika masomo yake. Siku ya kwanza darasani, Kibu alikaa kwenye kiti chake kwa utulivu, akisikiliza kwa makini kila neno kutoka kwa mwalimu wake Bi Asha. Alijifunza herufi za alfabeti, alama za hesabu na hata jinsi ya kuandika jina lake kwa mara ya kwanza. Ingawa baadhi ya wanafunzi walikuwa wanacheza na kupoteza umakini, Kibu alihakikisha kila somo analielewa vizuri. Kila siku alipoenda nyumbani, alikuwa na tabia ya kukaa na mama yake, ambaye alimsaidia kurudia masomo. Alipenda sana kusoma vitabu vya hadithi na kuandika maneno aliyojifunza shuleni. Baba yake, ambaye alikuwa mfanyakazi wa shamba, alimtia moyo kila wakati na kumwambia, elimu ni ufunguo wa maisha mwanangu. Maneno hayo yalikaa akilini mwakibu na kumfanya awe na bidii zaidi. Mtihani wa kwanza wa muhula ulipofika, Kibu alijitayarisha kwa juhudi zote. Alihakikisha anafanya mazoezi ya hesabu kila siku, anasoma herufi na kutunga sentensi ndogo. Wakati matokeo yalipotangazwa, kila mtu alishangazwa. A hey, Kibu alikuwa mwanafunzi bora katika darasa lake. Alipata alama za juu zaidi katika hesabu, Kiswahili na maarifa ya jamii. Mwalimu B Asha alimpongeza na kumwambia, Kibu, unaonyesha kuwa na bidii kubwa. Endelea hivyo, utakuwa mtu mkubwa siku moja. Wanafunzi wenzake walishangilia na hata wale waliokuwa wakicheza darasani walianza kumwiga. Kibu alikuwa mfano bora wa nidhamu na kujituma katika shule nzima. Siku ya kufunga shule, alipewa cheti cha heshima kwa kuwa mwanafunzi bora wa darasa la kwanza. Aliposimama mbele ya wanafunzi na wazazi, macho yake yalijaa furaha. Alijua kuwa huu ulikuwa mwanzo tu wa safari yake ya elimu. Aliahidi kuendelea kufanya bidii na kuwa mfano kwa wengine. Kwa hakika, Kibu Dennis alithibitisha kuwa bidii hulipa na kwamba ndoto yoyote inaweza kufikiwa kwa kujituma na kuwa na nidhamu.